Aya, salamu alaykum, nimepata comment kama hiyo hapo juu. Mmoja anauliza ili tui liwe zito, kama ili langu nimefanya ni unakuna nazi zako mbili kavu, unatia ndani ya kifumbo kama hicho changu, unakamua kwanza, unatuj yani unazi, unaipress press hivyo, unaregesha nazi yako chini, unakamua hapo, sijaweka maji hata tembe katika hiyo nazi yangu ndani ya kifumbo maona hapo, nakamua. Unakamua mpaka inatoka tui hilo. Sasa ndio tui hilo bila maji. Watu wengi wameniuliza sana maswali kama hivi kuhusu tui langu, mbona linakuwa zitu sana, unafanya nini? Haya, ukishakamua hiyo hapo, sijaweka maji kabisa katika kifumbo changu, unatoa tui zito kama hivyo, unaweka kando kama hivyo, alafu sasa unachukua maji kidogo unanyunyiza maji kidogo, hauweki maji mengi. Haya, unaendelea ku kutuja nazi yako kama hivyo unavyoniona, una press kifumbo chako. Kama una kifumbo kama una mfuko kama una kichungio kichujio sijui, haya, una kile ambacho unatumia mwenyewe, lakini mupenda sana kifumbo kama hicho changu, ama mfuko na shoneo mfuko, alafu unatumia hapo sasa. Nimepress press imetoka sasa tui la tui hilo lengine hiyo si ya pili, maji ya pili. No, nimetia maji kidogo nikakamua na mimi na pale katika ile sufuria ya yangu lilokuwa nimekatui bila bila maji. Unabandika moto mdogo mdogo, unakoroga, unaliacha usiachilie mkono. Nasema tena ukiwa apika tui lako usiliachilie mkono. Ukiachilia mkono litakatika. Ona sasa langu lishaanza kuvutika. Lishaanza kutokota. Likaanza kutokota, tutaona la kuvutika lenye kama hivyo langu. Aye, moto ni mdogo mdogo. Na hakikisha sufuria yako unatumia si sufuria ambayo unapikia nao pengine samaki nini, hapana. Sufuria tu plain. Ah, mwaliona vile limekuwa zito. Mwaliona, si kuweka unga. Watu wengi wamewaangalia waona kamba inaweka unga. Mimi siweki chakula changu cha nyumbani, siwezi kuweka tui langu unga kabisa. Sasa hapo maragwe yangu alikuwa ameshakauka maji. Sasa natia lile tui langu zito. Alikuwa ameshakauka maji yale ya pili ya nazi. Sasa unanyunyiza tui, tui lako katika maharagu yako ndo maharagu yanakuwa shata shata, ama chakula chako cha nazi kinakolea nazi vizuri kinakuwa shata shata na tumai nishawajibu maswali yenu. Mimi siweki tui langu unga kabisa, siwezi. Chakula changu cha nyumbani ambacho napikia family, si cha biashara, siwezi kuweka unga. Muhimu ni upate nazi kavu. Maona maharagu yangu hayo yamekuwa shata shata guys, Yaani ya maragwe, yani upate na chapati, wali na samaki, yani upate na sima, lakini haya leo nimepika na wali na chapati za ata.